Uh, tupo hapa maeneo ya location tumetoka kushuti baadhi ya nani sini ya movie yetu ya series yetu ya tunakosea wapi. Nipo na crew ya wasanii wa wakuja sana group hapa, tutaanza kuongea na msanii moja moja, atoe hisia zake, anajisikiaje leo kwa kazi aliyofanya leo. Tumeingia kwa kwa kuchelewa, lakini tunashukuru tuna, tuna shuku, tumefanya baadhi ya kazi anaanza. Uh, na wewe jitambulishe ba uh, ama. Jina naitwa Ben ndio jina langu la sanaa ya sasa yeah. Nimeshukuru sana leo, tumekuja tumechelewa sawa, lakini tumefanya vizuri kwa muda mfupi sana. E, basi ni vizuri sana siku zote tuwe hivi. Kwa majina naitwa Kidebwai, jina la kisanii ya yeah. Tunazungumziaje siku ya leo au kazi yetu kwa ujumla? Uh, siku ya leo tumefanya kazi vizuri so angalau tumechelewa lakini tumejitahidi, tumekimbiza sana. Ah, dadangu hapa na wewe, sio eh? Kidogo nimekuona hapa, kuna sini moja umecheza, umesisimua sana watu. Hebu niambie unajisikiaje kwa kwa kwa kufanya hii kazi? Umejisikia ukiwa unacheza, unajikuta una, una, motion gani inakujia karibu? Ni yo, majina, pelini? Pelini <gibberish> zungumze. Kwa majina naitwa Perini Perini nini? Sio nizungumzie vipi kwa kweli. Tunashukuru kwa kujitambulisha. mimi na tumapai watu au kwa jina lingine unamsika simu. Nashukuru yaani, niko kwenye furaha, napenda sana mm, nashukuru Mungu, nafanya kazi vizuri na nashukuru Mungu. Eh, hey, pia tuna nitambulishe jina lako, naona jina, najina nasikia ni kongoro. Kwa jina naitwa Doris Gaudensia Eh, hey, unajisikiaje kuwepo katika kundi la wakuja sana group? nafurahi tu sana, nafurahi sana.